Ya diwani mteule kata ya Chato e, e, j, hii ambayo sisi kama madiwani ambao tuli tulikuwa tunatarajiwa kuapishwa tarehe mbili ambayo ni uapisho kwanza kwa ajili sasa ya ya shughuli za wananchi e, katika shughuli hiyo kwa sababu kwa mujibu wa kanuni za halmashauri huwa kuna baraza la kwanza ambalo hilo baraza sasa huwa lina linaenda e, kwenda kutafuta mwenyekiti wa halimashauri ambaye pia e, kila chama kinapeleka jina e, sisi kwa mujibu wa taratibu sasa, kwamba katika wilaya Chato e, kwenye halimashauri yetu madiwani wote ni wa Chama cha Mapinduzi. Ingekuwa kama kuna madiwani wengine kama e, vyama vingine, na maana jana, jana ambayo ambao ni tarehe mbili e, ilikuwa inapaswa sasa kwamba kuhakikisha kwamba majina yanaletwa kwangu kwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi taifa. Nina imani anafanya kazi kubwa ya kukijenga chama cha mapinduzi, lakini wasaidizi wake huku chini wanamwangusha. Kwa mfano, hii taarifa ya, ya, ya kusitisha uthibitisho au uapishwaji wa waheshimiwa madiwani pamoja na mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Chato ilivyosoma mwisho, ilionekana imesainiwa na katibu wa mkoa wa chama cha mapinduzi Edward Rubenza. Ni mwenyekiti wa chama cha mapinduzi kata ya Muungano kuna mustakabali asipothibitishwa Bwana Njire Charles Kapembe hatutakubali, hatutakubali. Sisi wenye viti, aheri sisi tujiondoe kwenye chama, watafute wanachama wenze, wengine. Aheri tujiondoe sisi kama viongozi na wata wanachama wetu. Mimi katika takribani na wanachama kama elfu mbili na kitu kwenye kata yangu.